Alishawishiwa na rafiki yake kwenda kwa mganga ili kupata pesa za bure. Kwa mara ya kwanza aliogopa sana mashariti. Sitaki! <tipas> <tipas> <tipas> Rafiki yake alimlaumu sana kwa kuogopa mizimu. Mshikaji wangu wejau sana. Unakuwa kama siyo mwanaume, mimi sijapenda kabisa. Alisalitiwa na mpenzi wake hadharani, kisa ni maskini. Akarudi kwa mganga na kukubali mashariti ya utajiri. Sasa hapo ndipo balaa lilipoanza. Je, unataka kujua ni nini kilitokea? Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza laiki, kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze simulizi yetu. Jua la Dar es Salaam lilikuwa likiwaka utadhani limeamua kulipiza kisasi kwa wakazi wa jiji hilo. Katika mitaa ya Manzese, uvundo wa majitaka yaliyotwama ulichanganyika na jasho la wanadamu waliokuwa wakihangaika kusaka riziki. Hapa ndipo alipokuwa akiishi Seba, kijana mwenye umri wa miaka 25, ambaye maisha yake yalikuwa kama kitabu kilichoandikwa kwa wino wa dhiki. Seba hakuwa mvivu, alijaribu kila kazi, kuanzia kubeba mizigo Kariakoo, kuuza mitumba Ilala mpaka kusaidia kwenye daladala, lakini kila alichoshika kiligeuka kuwa majivu. Pesa ilikuwa ikipita mikononi mwake kama maji kwenye chujio. Hakuwa na baba, hakuwa na mama na hakuwa na ndugu wa kumshika mkono. Siku moja akiwa amekaa kijiweni akiwaza kodi ya nyumba iliyokuwa imelimbikizwa kwa miezi mitatu, simu yake ya kitochi iliita. Alipoitazama aliona jina Chifu Zela Mapene. Huyu alikuwa rafiki yake wa zamani ambaye ghafla alikuwa amepata utajiri wa kutisha. Chifu alikuwa akiendesha magari ya kifahari, akimwaga pesa ba kama njugu na kuishi maisha ya ndoto. Oya Seba, vipu? Bado unateseka na jua la bongo kaka? We acha tu nipige tafu kipengele cha kodi kaka. Sauti ya Chifu ilisikika kwa dharau na majivuno. Acha tu mwanangu, maisha yamenikaba koo, Seba alijibu kwa unyonge. Njoo Sinza Mori, nipo hapa big chill, na kutumia nauli kwenye simu sasa hivi, usiwe mnyonge kishamba. Seba hakusita. Baada ya nusu saa, alifika Sinza. Macho yake yalimtoka alipomwona chifu akishuka kwenye gari jipya aina ya Range Rover. Chifu alivaa cheni za dhahabu na alionekana kunukia pesa. Walikaa, wakanywa, na ndipo chifu alipomfungulia Seba kode. Seba, umaskini ni uchawi, chifu alimnongoneza, macho yake yakiwa na wekundu wa ajabu. Mimi nilichoka kama wewe, lakini kuna mzee mmoja yupo Handeni, ndani kabisa ya msitu wa giza. Huyo ndiye kiboko ya shida. Ukienda kwake unarudi na gunia la pesa. Unasemaje? Tamaa ilimwingia Seba, picha ya maisha ya kifahari ilimjia kichwani, akawaza madharau anayopata mtaani, akawaza kodi ya nyumba. Akajibu, nipo tayari chifu, nipo tayari hata leo. Safari ya kwenda Handeni haikuwa ya kawaida. Walisafiri usiku na walipofika mjini Handeni walikodi pikipiki zilizowapeleka ndani ya msitu mzito ambapo hata mwanga wa mwezi uliogopa kupenya. Miti ilikuwa mikubwa yenye maumbo ya kutisha kama majitu yaliyosimama. Walifika kwenye kibanda kimoja kilichojengwa kwa udongo mwekundu na kuezekwa kwa nyasi kavu. Nje kuliwaka moto mdogo uliotoa moshi mweusi wenye harufu ya uvumba na kitu kama nyama iliyoungua. Karibuni wanangu, sauti nzito ilitoka ndani ikitetemesha ardhi. Mganga aliyetoka nje hakuwa wa kawaida. Alikuwa mrefu, amevaa ngozi ya chui, na macho yake yalikuwa meupe pepe asiyo na mboni. Huyu ndiye alikuwa mganga mkuu wa Handeni. Seba, mganga alimuita jina lake bila kuambiwa. Shida yako naijua, unataka dunia ikunukuu, unataka utajiri, lakini utajiri wangu una gharama. Mganga aliingia ndani na kurudi na chungu kikubwa kitoacho moshi. Hapa nina machaguo matatu. Chaguo moja utoke kimaisha. Chaguo la kwanza, umtoe mama yako mzazi kafara. Atakufa usiku wa leo na wewe utatajirika kesho. Chaguo la pili, umtoe mwanao wa kwanza kafara. Chaguo la tatu, uitoe nafsi yako mwenyewe. Seba alitetemeka. Jasho jembamba lilimtoka. Mganga, mimi sina mama, alishafariki. Wala sina mtoto, bado sijaona. Mganga alicheka kicheko cha kutisha. Basi umebakiwa na chaguo la tatu. Utautoa uhai wako. Nitakupa kuku mweupe, utamtupia mahindi. Idadi ya punje atakazokula kuku huyo ndiyo idadi ya miaka utakayoishi duniani, huku ukiwa tajiri wa kutupwa. Akila punje kumi, utaishi miaka kumi ya raha. Akila mia, miaka mia. Upo tayari? Kabla Seba hajajibu mganga, alipunga mkia wake wa nyumbu. Ghafla ulimwengu ulibadilika. Seba alijikuta katika ulimwengu mwingine wa giza Hakukuwa na jua wala mwezi, bali anga jekundu kama damu. Mbele yake aliona maelfu ya watu, miili yao ilikuwa imeoza, usaha ukiwatoka na wengine walikuwa wamekatika viungo. Walikuwa wakipiga kelele za maumivu yasiyoelezeka, wakichomwa na moto usiozimika, huku wakibururwa na viumbe wa ajabu wenye mapembe. Hawa unawaona? Sauti ya mganga ilisikika kichwani mwa Seba. Hawa walikuja kama wewe, walitaka mali lakini walikiuka masharti au muda wao uliisha. Hapa ndipo wanapotumikia adhabu ya milele. Hakuna kufa huku, ni maumivu tu. Hofu ilimuingia Seba mpaka akaisi kibofu chake kimelegea. Zitaki! Alirudi kwenye kibanda cha mganga Handeni. Alikuwa anatetemeka kama unyasi. "Upo tayari Seba?" mganga aliuliza, akiwa ameshikilia yule kuku mweupe. "Hapana, hapana babu, nimeogopa, naomba nifikirie kwanza." Seba alirudi nyuma. Chifu Zela Mapene alimkodolea macho ya hasira, lakini mganga alimruhusu "Nenda, lakini ukirudi mara ya pili hakuna kurudi nyuma." Seba alirudi Dar es Salaam akiwa mnyonge. Chifu alimtukana njiani kote. "Mshikaji wangu wejau sana, unakuwa kama sio mwanaume. Mimi sijapenda kabisa, wewe ni mwoga. Wanaume wanatafuta pesa kwa damu na jasho, wewe unaogopa mizimu." Chifu alimshusha Seba Ubungo na kumwacha bila hata senti tano, akimwambia asimtafute tena kama hayuko tayari kuwa ngangari. Seba akiwa na mawazo tele aliamua kwenda kwa mpenzi wake binti mrembo aliyeitwa Zuena. Zuena ndiye alikuwa faraja yake pekee. Seba aliamini kuwa hata akiwa maskini, mradi ana upendo wa kweli, angeweza kuishi. Alipofika nyumbani kwa Zuena maeneo ya Kinondoni, alikuta gari kubwa jeusi aina ya Land Cruiser nane limepaki nje. Moyo wake ulimwenda mbio. Alipogonga mlango, Zuena alitoka, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa ameshikwa kiunoni na mwanaume mmoja mnene mwenye kitambi cha pesa na upara unaong'aa. "Zuena," Seba aliita kwa sauti ya chini. Zuena alishtuka, kisha sura yake ikabadilika na kuwa ya ukali. Wewe nani? Unataka nini hapa? Zuena aliuliza kwa sauti kubwa ili yule tajiri asikie. Zuena, ni mimi Seba, mpenzi wako, Seba alijibu kwa mshtuko. Zuena alicheka kwa dharau akimgeukia yule tajiri, babi, huyu chokora simjui, anakuja hapa kuomba omba tu kila siku, mfukuze tafadhali, ananiharibia mod. Yule tajiri alimwangalia Seba juu mpaka chini, kisha akatoa noti ya elfu kumi na kumtupia usoni Seba. Chukua hiyo kapate chai, usirudi hapa kumsumbua mke wangu mtarajiwa. Ondoka mbwa wewe. Walinzi wa getini walimkimbiza Seba kama mwizi. Seba alikimbia huku machozi yakimtiririka, moyo wake ulipasuka vipande vipande. Alitembea kwa miguu kutoka Kinondoni mpaka Manzese akilia kama mtoto mdogo. Picha ya Zuena akimkana na dharau ya yule tajiri vilimfanya aone dunia haina maana tena. Bora kufa tajiri kuliko kuishi mbwa kama hivi, yaani Zuena no? bora kufa tajiri kuliko kuishi mbwa hivi, Seba alinongona usiku ule akiwa ndani ya chumba chake cha giza kama kule kuzimu. niko peke yangu, bora niende, lakini lazima nionyeshe hawa watu kuwa mimi ni nani. Asubuhi na mapema, Seba alimtafuta Chifu Zela Mapene. Chifu alipomwona Seba alitabasamu, lile tabasamu la kishirikina. umerudi kaka? Nimerudi kaka, nataka nirudi kwa babu Handeni. Safi sana, huo ndio wanaume. Nipe nauli, nataka kwenda Handeni sasa hivi, sitaki kurudi nyuma, seba alisema kwa sauti ya maamuzi. Chifu alifurahi sana, alimpa pesa nyingi, akampatia na usafiri binafsi wa kumpeleka mpaka kijijini. Safari hii seba hakuwa na hofu, moyo wake ulikuwa umekufa ganzi kwa maumivu ya mapenzi na umaskini. Walipofika kwa mganga, mganga alimwangalia na kusema Najua umedhamiria sasa. Karibu kwenye ulimwengu wa watawala. Seba alikubali masharti yote. Mganga alileta yule kuku mweupe na kumweka chini. Mganga akampa Seba kiganja cha mahindi, mwagie kuku huyu. Kila punje atakayomeza ni mwaka mmoja wa utajiri na uhai wako. Baada ya hapo, nitakuja kukuchukua. Seba alimwaga mahindi chini moyo wake ulienda mbio, alitamani kuku ale punje nyingi, angalau hamsini au sitini. Kuku alisogea akaudonoa punje ya kwanza, mwaka moja. Akadonoa punje ya pili, mwaka mbili. Akadonoa punje ya tatu, mwaka tatu. Akadonoa punje ya nne, mwaka nne. Akadonoa punje ya tano, mwaka tano. Kisha kuku yule akaacha kula. Alitikisa kichwa, akaangalia pembeni na kuanza kuwika kwa sauti ya kutisha kama binadamu anaelia. Hakugusa tena punje hata moja. Jasho la baridi lilimwagika Seba mwilini. Mganga, fanya dawa kuku ale tena. Miaka mitano ni michache sana. Seba alilia. Mganga alicheka na kumbeba kuku yule. Masharti ni masharti, kijana. Utaishi miaka mitano. Utakuwa tajiri wa kutupwa. Pesa haitaisha. Kila utachogusa kitakuwa dhahabu. Lakini miaka mitano ikitimia, siku na saa kama ya leo, nitakuja kukuchukua. Kisha mganga akampa sharti la nyongeza lenye uzito wa kilo elfu moja. Katika miaka hii mitano, huruhusiwi kuzaa mtoto. Siku ukipata mtoto tu, unakufa siku hiyo hiyo, au mtoto huyo atageuka kuwa jini litakalo kula nyama yako. Seba alikubali shingo upande. Da, sasa ukisikia kula wali nyama vitani, ndiyo hii. Je, wewe unaweza kula wali nyama vitani? Ebu weka maoni yako kwenye komenti hapo chini, uniambie kuwa umeionaje stori leo. Ningependa tuishie hapa, tukutane tena kesho katika sehemu ya pili, na ndiyo tutajua kuwa ni nini kitatokea. Je, Seba atafanikiwa au itakuwaje? Mimi ni yuleyule yule Mfalume Kifaru, jitu la mwituni, King Rhino MC Seba, ambaye ndiyo mtayarishaji wa simulizi hii.